Mkuu wa wilaya ya Ilala Edward Mpogolo amewataka wananchi kushirikiana na, na serikali katika kulinda miundombinu ya umma ikiwamo miradi ya shule za kisasa zinazojengwa kwa gharama kubwa na kusisitiza kila Mtanzania kukemea vitendo vya uharibifu wa miradi ili rasilimali hizo ziweze kuleta tija na manufaa kwa jamii. Mrisho Mapeo anayo taarifa zaidi. Mpogolo ameyasema hayo jijini Dar es Salaam wakati akikagua ujenzi wa shule ya sekondari Kitunda Relini wilayani humo inayojengwa ani ya shilingi bilioni nne nukta moja ambapo amesema ujenzi wake hadi sasa umefikia asilimia tisini na sita na inatarajia kukamilika mwishoni mwa mwaka huu. Aidha, amesema miradi hiyo ya shule pamoja na miradi mingine inayojengwa na serikali ni kwa ajili ya manufaa ya wananchi wote, hivyo kila mwananchi anapaswa kuwa mlinzi wa miradi hiyo ya serikali. miundombinu hii, twendeni tukaitunze sana, inatumia sana, inatumia fedha nyingi za serikali kwenda kujenga hii miundombinu, na miundombinu hii ambayo inaletwa na, na serikali ni kwa ajili ya kwenda kusaidia familia yetu ya Wanailala, wana na ndugu zetu wengi wanakwenda kupata hapa, lakini pia zile familia za ambazo hawawezi kuwapeleka watoto wao nje, hao hawawezi kukaa nje, ndio wanaokuja kusoma hapa. Cha cha ajabu unakuta vijana wakihuni, anakwenda anapandisha matairi huko juu, alafu anaanza anachoma akishachoma kuna mtu anamtetea, anaonekana kwamba yule mtu anatakiwa kuungwa mkono. Ni wakati gani unamuunga mkono mtu anayekwenda kuchoma mali kama hizi ambazo zinajengwa kwa thamani kubwa sana alafu unasimama unasema yule mtu anafanya jambo la, la, la, la kheri? Hivyo tuna kila sababu ya, ya ya kutoka hadharani na kukemea tabia za namna hiyo, vinginevyo hatutafanya shughuli za maendeleo kama hizi. Kwa upande wake mkandarasi anayesimamia ujenzi wa mradi huo Werema Mniko, na meneja miradi wa jiji la Dar es Salaam mhandisi Paul Basondole wameeleza taarifa ya ujenzi huo na namna utakavyokamilika ili kutatua changamoto ya upatikanaji wa elimu bora jirani na makazi ya wananchi. Lengo letu ni kwamba mwezi wa kwanza watoto waingie hapa kusoma ni mradi ambao umeenda kwa kasi kidogo. Kwa kushirikiana sisi pamoja na mkurugenzi e, sofa, hatujapata shida ngumu sana, lakini hapa tulipo ili mwezi wa kwanza tuingie, kuna jambo moja lazima lifanyike, kwa maana kwamba hapo hilo jengo lilipo, hela ambayo tumeshapokea ni chini ya nusu, lakini si kwa ubaya yaani ni chini ya nusu ni kwa sababu sisi wenyewe ndo tumekuwa tukiomba hivyo. Kwa hiyo sasa hivi kuna certificate ambayo tumeipeleka ambayo tunafikiri kama tutalipwa ndani ya mwezi wa kumi na moja huu mwezi wa kwanza watoto wataingia. Lakini kama tutalipwa baada ya mwezi wa kumi na moja watoto hawataingia. Mradi huu wa Kitunda Lelini ni mradi ambao umejengwa katika eneo la square meter 4400 likijumlisha madarasa kumi na sita maabara nne ambazo ni za fizikia, chemistry, uh, biology na jiografia, lakini pia liko na chumba maalum cha kompyuta ICT, lakini pia linajumuisha uh, maabara kubwa ambayo inatosheleza wanafunzi watakaokuwa wanapata elimu katika shule ya sekondari Kitunda, lakini pia lina jumla ya ofisi kumi na mbili uh, na storage Uh, areas ambazo ni mbili, kwa maana ya kwamba ni mradi ambao kwa kweli tumeusanifu vizuri tokea mwanzoni, umepangiwa bajeti ya kutosha kwa ajili ya kuweza kukamilisha ndani ya muda nao. Baadhi ya wananchi wakazi wa, wa eneo hilo la Kitunda Relini wameeleza furaha yao kuwa itasaidia kupunguza msongamano wa wanafunzi kwenye shule moja iliyopo sasa ambayo ina wanafunzi wengi, huku pia wakisisitiza kwa vijana kuepuka tabia ya kuharibu na kuchoma miundombinu muhimu ya serikali. Majengo haya yatunzwe, yatunzwe, yasiharibiwe, yasichomwe moto. Tukichoma moto majengo kama haya, hasara ni kwetu, kwa sababu kodi zinatoka kwetu. Sasa tukiyachoma moto tunajitia hasara sisi wenyewe. kwa nina, ninaomba kwamba hii miundo mbinu ya umma hata ya watu binafsi e, tusichome moto, tusitie hasara wenyewe. Hapa Kitunda tuna shule moja tu ya sekondari, ipo hapo Kitunda, lakini hii ita itawaongezea hamasa Uh, wanafunzi na itapunguza msongamano wa wanafunzi katika shule ile iliyopo sasa, kwa sababu wengi watakuja kusoma hapa, na sisi wazazi tunafurahi, tumefurahi kwa kweli, ni jengo zuri na la kisasa, watoto wetu watafaidika na, na... tutakuwa hatuwapeleke watoto mbali zaidi ya hapa. Asante sana Mrisho Mapeyo kwa taarifa hiyo. Mkuu wa Mkoa wa Katavi Mwanamvua Mrindoko, ametoa siku 14 za matazamio kwa mkandarasi anayetekeleza ujenzi wa mradi wa daraja la Mirumba kutokana na kusuasua kwa kasi ya ujenzi wa daraja hilo. Naye Mauseni ana taarifa zaidi. Mvua zikinyesha kubwa kama kipindi cha masika kama hivi na karibia kuanza tunapata tabu sana. Daraja hilo ni dogo. Mafuriko yanakuwa ni makubwa na maji yanakuwa yanapita kwa kasi sana hapo liki, kwa nafikia hata muda likijaa hapo unaweza kukata wiki mbili au miezi mitatu kutokana na changamoto hizo hasa kipindi cha mvua. Mkuu wa mkoa wa Katavi Mwanamvua Mrindoko amefanya ziara katika daraja la Mirumba ambalo lilikuwa kikwazo kwa wananchi, huku maswali yake yakiwa ya ni kutaka kufahamu sababu za kusuasua kwa mradi huo. Na hali hii ilikuwa inaonekana kwamba kuna kusuasua, mmechukua hatua gani? Maelekezo ya mkataba ni kwamba lazima tumpe tahadhari zote, lakini msingi kwamba kumkumbusha kwamba mkataba unakwenda ku expire sababu. So mashine ilidondoka, yote ilijaa maji na sio mashine moja, zikuwa mashine kama tatu, ko zote zikawa maji, lazima mfanye flash na nini. Sasa ni kitu ambacho unashindwa ku expect, kama itachukua mwezi au nini, inabidi nabidi wakipe watu, utumie gharama, ko pale ndo financial, ikawa imeenda vibaya kidogo, ndo sababu. Lakini pia changamoto nyingine Uh, direkta mwenzangu amekuwa na changamoto za kiafya kwa muda mrefu kidogo. Hizo sababu ulizotoa wala hazina msingi wowote. Tunawaambia nini wananchi kuhusu swala hili? Unaijua adha wanaopata kwenye ile daraja? Akisoma taarifa ya utekelezaji wa mradi huo, meneja wakala wa barabara mkoa wa Katavi, Muhandisi Martin Mwakabende, amesema gharama za mradi huo ni bilioni 6.3 huku mkuu wa mkoa wa Katavi Mwanamvua Mrindoko akitoa siku 14 za matazamio kwa mkandarasi anayetekeleza mradi huo. Thamani ya ujenzi huu ni bilioni 6.3, muda wa utekelezaji wa mradi huu ni miezi 12. Mradi, b, mradi ulisainiwa tarehe 27 Novemba 2024 na unapaswa kuisha tarehe 27 Novemba 2025. Mheshimiwa DC uko hapa na kamati ya usalama na vyombo vingine, fuatilieni haya ninayoelekeza masaa sabini na mbili vifaa vyote vitendea kazi pamoja na vifaa vya kununuliwa vio vimeshafika, hapa nitaomba kupata taarifa yako, lakini ndani ya hizo wiki mbili nilizotoa, maanaake hizi kazi hapa zote ziende kwa pamoja, kazi ya ujenzi wa barabara, kazi ya ujenzi wa daraja lenyewe, na kazi nyingine zote ambazo ziko kwenye mkataba. Siku stini zile tunatarajia kama zikiongezwa huu mradi uwe umekamilika na huduma iweze kutolewa na sio kukamilika tu wenye ubora na standardi za serikali zinavyostahili. Aidha, Mrindoko alitembelea na kukagua maendeleo ya ujenzi wa daraja la Katuma ambalo ni kiunganishi cha mkoa wa Katavi na Rukwa na kuridhishwa na kasi ya ujenzi wa mradi huo. Asante sana Neema Useni kwa taarifa hiyo. Mkoa wa Shinyanga una uhitaji wa uwekezaji mkubwa katika ujenzi wa viwanda vya kuongeza thamani kwenye mazao na bidhaa ili kuchochea ukuaji wa uchumi wa mkoa huo na taifa kwa ujumla. Mwavita Mkonda ameandaa taarifa zaidi kutoka mkoani Shinyanga. Mkutano wa uzinduzi wa baraza la biashara la mkoa wa Shinyanga, mkuu wa mkoa wa Shinyanga Mboni Muhita amesema lengo kuu ni kufanya tathmini ya hali ya biashara mkoani humo sambamba na kutafuta suluhisho la changamoto zinazowakabili wafanyabiashara na wawekezaji. Sema uchumi wa mkoa wetu tunadhamiria zaidi kuona mzunguko wa fedha ukiweza kunufaisha Wanashinyanga ambao ndio wadau wa mkoa wa Shinyanga. Kwa hili ni muhimu sana, kwani ni chombo ambacho serikali inakitumia kwa ukaribu kupokea kujadili changamoto mbalimbali kutoa ufafanuzi na mapendekezo ya kutatua changamoto zinazowakabili sekta binafsi wakati wa utekelezaji wa shughuli zao za kibiashara ndani ya mkoa wa Shinyanga. Kwa upande wake, katibu tawala mkoa wa Shinyanga Salumu Hamduni amesema baraza la biashara ni daraja linalounganisha sekta ya umma, sekta binafsi na serikali katika kuibua fursa mpya za maendeleo. Mabaraza haya ya biashara ni daraja kati ya sekta binafsi na serikali katika kujadili kwa pamoja changamoto mbalimbali wanazokutana nazo, fursa zilizoko ndani ya mkoa wetu, lakini pia kuona namna ya kuibua fursa nyingine ambazo hazijafanyiwa kazi kwa ajili ya manufaa, lakini kuchechemua uchumi wa mkoa wetu na uchumi wa taifa kwa ujumla. Kwa upande wake, mwakilishi wa baraza la biashara la taifa Alfonsi Emmanuel amesema mkutano huo ni chachu ya kuibua fursa mpya na kuweka mikakati madhubuti ya utekelezaji, hatua itakayosaidia kufikia malengo ya kukuza uchumi wa taifa. Ni matarajio kwamba tutakuwa na mchango ambao utasaidia katika kuboresha mazingira ya biashara ya mkoa tutakuja na changamoto lakini pia na mapendekezo ya namna ya kutatua changamoto zilizopo. Tutabu, tutaibua fursa na mikakati ya kuzifanyia kazi hizo fursa, na hivyo tutafikia malengo ambayo tumejiwekea kama taifa katika kuboresha mazingira ya biashara kwa ujumla wake. Sekta binafsi ina chakata pia katika mkoa wetu, tunawezaje kuwa na uchumi kwa namna hii hii, uchumi imara, uchumi jumuishi shindani na stahimilii. Ili tuweze kufika huko, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, tunahitaji haya mambo ambayo umeshaanza kuyawekea platform sasa hivi, ikiwa ni pamoja na kuhakikisha kwamba uzinduzi wa baraza la biashara mkoa wa Shinyanga umebeba kauli mbiu isemayo usimamizi mzuri wa mabaraza ya biashara katika kuchochea ukuaji wa uchumi na uboreshaji wa mazingira ya biashara. Nikiripoti kutoka kutoka mkoani Shinyanga, mimi ni Mwamvita Mkondo wa TV. Asante sana Mwavita Mkondo kwa taarifa hiyo. Zaidi ya miche elfu kumi ya miti inatarajiwa kupandwa na wananchi zaidi ya elfu tatu katika hifadhi ya mlima Kilimanjaro, ikiwa ni katika kulinda hifadhi na uasili wa mlima huo ambao ni mrefu zaidi barani Afrika. Gudluck Msola ameandaa taarifa zaidi, akizungumza jijini Dar es Salaam salam wakati wa kutangaza tamasha la Lombo Festival ambalo linatarajiwa kufanyika kuanzia Disemba 22, mratibu wa zoezi hilo Similwa Mdumbwa amesema miche hiyo inapandwa na washiriki wa tamasha la Lombo ambao watafanya zoezi hilo kwa kushirikiana na wakala wa misitu nchini TFS ili kuendelea kutunza uasili wa hifadhi ya mlima Kilimanjaro KINAPA, ambao umekuwa ni kivutio kwa watalii wengi hapa ulimwenguni. Aidha, Simiru amesema pamoja na hatua ya upandaji wa miti, pia wanatarajiwa kuendesha mbio na tamasha maalumu la chakula cha asili pamoja na shughuli nyingine za kiutamaduni kwa eneo la Lombo ili kusaidia kupunguza msongo wa mawazo kwa wakazi wenye asili ya mikoa ya Kilimanjaro ambao wanatarajiwa kushiriki tamasha hilo la siku tatu katika eneo la Rombo. Uh, tamasha hili litakuwa linaalika washiriki, litakusanya washiriki zaidi ya 2500, na kila mwaka imekuwa ni utaratibu wetu huwa tunaleta washiriki zaidi ya 3000. Kwa mwaka huu tuna washiriki 2500 ambao watashiriki, fedha ya kushiriki tunaita participant fee itakuwa ni shilingi elfu arobaini kwa kila mshiriki, na kauli mbiu yetu ya mwaka huu mwaka, uh, 2025 ni mbio na burudani. Tamasha hili kubwa uh, linaenda kuwa na siku tatu mfululizo. Yaani, kutakuwa litaanza tarehe 22, uh, 23 na 24, na na na itakuwa ni hitimisho, ambapo tarehe 22 itakuwa ni siku kwa ajili ya kufanya utalii chini ya mlima wa Kilimanjaro kwenye misitu ya uh, Kinapa unaita Kilimanjaro National Park. Chini mle kuna msitu fulani hivi wa asili, alafu kuna msitu msitu fulani hivi wa kupandwa ndani ya eneo moja, chini ya ule mlima Kilimanjaro, mlima mrefu kuliko yote Afrika. Hata hivyo baadhi ya wa wadau kutoka taasisi za kifedha nchini ambao wameamua kushiriki katika kufanikisha zoezi hilo, akiwemo Gabriel Lukandayo kutoka KCB pamoja na Gloria ambaye anawakilisha benki ya TCB, wamesema wao kama taasisi za kifedha nchini wameamua kuunga mkono kampeni ya utunzaji wa mazingira kupitia tamasha hilo la Rombo Marathon, sanjari na kutoa elimu ya fedha ili kuendelea kurudisha kwa jamii. Mara nyingi wakimaliza tunawawezesha pia kununua vifaa vya kuanzia kazi na vya kwanza biashara zao, na hili pia ni kuendelea kuleta chachu katika nchi yetu, kuhakikisha ya kwamba vijana hawa hatu na vijana ambao wanabaki mitaani. Kijana akionyesha nia akionyesha uthubutu, tunamshika mkono, tunampeleka masomoni, tunamtafutia capital anakuwa na kitu cha kujikimu kwa ajili pia ya kusapoti uchumi wetu. Na hili tumelifanya kwa kupitia window inayoitwa tujiajiri, na halibagui kabila, umri na jinsia. Udhamini wetu sisi, naona hapo hajaandikwa, lakini bado tuko kwenye uh, mchakato wa kumali, kukamilisha lakini niwaahidi tu kwamba waandalizi wa Rombo Marathon kwamba tunatoa fungu letu kubwa na maradufu, tutadhamini kwa uhakika na ukubwa zaidi. Kwa hiyo niwashukuru sana na niwakaribishe wote. Sisi Tanzania Commercial Bank Kilimanjaro tuna matawi yetu, hivyo hii ni fursa kwetu kukutana na washirika kule, lakini pia kama lengo linavyosema ni kuendeleza ku, kuendeleza kuchangia kwenye utalii wa nchi yetu, pamoja na kuchangia kwenye jamii yetu. Mtazamaji, hii ni taarifa ya habari. Mimi ni Miriam Mlaponi, tupate mapumziko mafupi, kisha tutaendelea na taarifa ya habari.